Moja kati ya habari kubwa ambayo siku ya leo Mange Kimambi ameweza kuianika kupitia katika application yake ya Mange Kimambi app, ni hii taarifa ya Vanessa Mdee pamoja na mpenzi wake Rotimi. Tumeweza kuona uh, namna ambavyo Vanessa Mdee amekasirishwa uh, na mume wake alivyomwonyesha tabia mbovu. Uh, kuna namna fulani hivi Rotimi ameacha kabisa kumheshimu Vanessa Mdee. Uh, ukiangalia tangu kile kipindi wameanzisha mahusiano yao Vanessa Mdee akambebea ujauzito wa kwanza akamzalia mtoto wa kiume haya Vanessa Mdee akambebea ujauzito wa pili akamzalia mtoto wa kike ni jambo ambalo Rotimi alikuwa na furaha nalo kwa kiasi kikubwa sana ilifikia hatua Rotimi akaweza kumtungia Vanessa Mdee wimbo na Vanessa Mdee akawa kama video vixen tukaweza kuona hawa watu wanaopendwa wa hali ya juu na ilipelekea stress sana kwa ex wa Vanessa Mdee Kuna kitu kibaya, kama umeachana na mtu alafu unaona maisha yake yanaendelea vizuri Juksi alipitia kipindi kigumu sana kwa kipindi kile atua, na tuliweza kuona Juksi ilifikia hatua anakaa chini anaanza kutunga mistari mistari ya majonzi, aya nyimbo anaweza kutunga anatoa video mambo kama hayo. Lakini baadaye Juksi alipona moyo wake na akapata mwenzi wa maisha yake mwanadada Priscilla, ambaye ni raia wa Nigeria, jambo ambalo limeendelea kumpatia furaha na faraja kubwa sana Juksi mpaka leo hii, hamkumbuki kabisa Vanessa. Lakini Vanessa baada ya kupigwa hili tukio na Uh, huyu mume wake Rotimi ni kama vile amemkumbuka Juksi. Sasa siku leo Mange Kimambi ameweza kuanika uh, ni sababu gani ambayo imepelekea Vanessa Mdee uh, akaachana moja kwa moja na Rotimi, kwa sababu kwa sasa hivi inasemekana tayari Vanessa anatamani kuja kurudi Tanzania. Tunakumbuka kile kipindi Vanessa alipoenda kule Marekani kwa ajili ya kuungana na mume wake, kuna namna fulani hivi alitafuta uraia wa kule Marekani, uh, lakini kwa sasa hivi anatamani kurudi Tanzania kuendelea na maisha ya hapa Tanzania, lakini pia tunafahamu wazi kwamba mume wake Rotimi ndiye mwanaume ambaye alimwambia Vanessa aache mziki awe mama ya nyumbani, yeye anaweza kumhudumia kila kitu. Of course, ukimwangalia mume wa Vanessa Rotimi ni mwanaume ambaye ana pesa nyingi sana e. Kwa ukiangalia uigizaji wa tamthilia au filamu wa kule Marekani ni tofauti na hapa Tanzania, ni tofauti na hapa Bongo. Muigizaji e, wa tamthilia kule nchi ya Marekani anapata pesa, pesa nyingi sana lakini pia ukiangalia Rotimi na yeye pia ni mwimbaji. Sasa akaona haina haja ya mwanamke wangu kuanza kuimba mziki au kuendelea kujinengua huku na huko, basi mimi bora nisimame kama baba. Na Rotimi kweli alikuja akasimama kama baba na akailea familia yake vizuri na Vanessa akawa anaenjoy vizuri. Sasa tukakaa tunajiuliza kuna kimdudu gani ambacho kimeingia mpaka imepelekea Vanessa pamoja na Rotimi kama hivi eh, waweze kutengana. Ukiangalia ile video ikiwa inaonesha Rotimi akiwa anazungumza na yule dada ilikuwa inaonesha wazi kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya Rotimi na yule mwanamke kwa sababu inasemekana Rotimi na yule mwanamke walienda katika eh, tamasha fulani la mavazi eh, kwa pamoja. Watu wakawa wanajiuliza maswali, kwa nini Vanessa Mdee haja naye mambo kama hayo. Siku ya leo dada wa taifa Mange Kimambi ameweza kuamua kuanika eh, ni kitu gani ambacho kinaendelea. Hii haikuwa sababu tu ambayo inatosha kuachana kwa, kwa Rotimi pamoja na Vanessa Mdee kwa maisha ambayo wamepitia, watoto wamepata wawili, alikuwa haina sababu yoyote. Vanessa anakuambia kuna siri nzito ambayo imejificha ambayo Rotimi kwa muda mrefu ilikuwa ikimuumiza ndani ya moyo wake. Kwanza kabisa eh, anakuambia kuna kipindi eh, ambacho Vanessa Mdee alikuwa anaendelea kumtafuta sawa lakini, bila kuna muda anakuwa ana mix juice kwa kiasi kikubwa. Sasa sasa inapelekea Rotimi e, Rotimi anajisikia vibaya. Sasa, Mange Kimambi anakuambia Rotimi alikuwa analazimisha sana e, mahusiano kwa Vanessa Mdee. Unaweza ukaona mitandaoni wanapendana, lakini ndani bado Vanessa alikuwa anamkumbuka juice e, mpaka Rotimi akawa anamuuliza e, kwamba huyo mtu alikupa nini, kwa kwa nini unakuwa haumsahau kama hivyo kwa haraka, jambo ambalo likapelekea Rotimi akawa anamvumilia tu Vanessa, lakini kwa sasa hivi imekuwa ni ngumu kama vile Rotimi na yeye ameamua kuonyesha makucha yake kwa nje, ameamua kujiachia na, kujia na wale wanawake zake ambao mara nyingi sana wamekuwa wakimtafuta. Sasa Mange anakuambia kosa ni la Vanessa. Vanessa, uh, Vanessa alikuwa anapendwa sana na Rotimi lakini yeye alikuwa muda mwingi anamuonea wivu Jux. Baada ya Jux kuoa Priscilla, ni kama vile Vanessa hakupenda. Vanessa alitamani Jux aendelee kuwa single mradi yeye muda wote saa yoyote atakapotaka nafasi ya kurudi. Hawezi kurudi, lakini ndiyo hivyo tena, Jux ameshaoa, maisha mengine yanaendelea, na Vanessa ni kama vile bado anaendelea kumpenda Jux. Unaweza kujiuliza ni upendo namna gani huo, miaka yote Vanessa hamsahau Jux, lakini ndo hivyo tena, tayari ameshaingia katika dimbwi la mapenzi. Wewe kama shabiki, una lipi la kuzungumza? Tuchie maoni yako, lakini pia usahau kubonyeza maandishi mekundu yanaandikwa neno subscribe.